kumi ishirini thelathini arobaini hamsini sitini sabini themanini mia mia na kumi mia ishirini hamsini mia sitini mia, arobaini, mia, hamsini, mia, sitini, mia... sabini themanini sawa. mm -hmm, mia themanini, mia tisini mia mbili na kumi ishirini thelathini arobaini hamsini. Iko shingapi kuna kama kamilia

Mimi nikiwa na hela hivi nitawatukana. Acha ufara. Unanipigaje vibao na kupiga kibao? Jamani, ngojeni kwanza tumalize